Wakala wa usalama na afya mahali pa kazi. OSHA. Kazi salama yenye afya kwa maendeleo ya taifa. OSHA. Wakala wa usalama na afya mahali pa kazi. OSHA. Usimamizi madhubuti. OSHA kazi yadere. OSHA, usalama na afya mahali pa kazi. Jukumu la OSHA: Kulinda wafanya kazi dhidi ya vihatarishi eneo la kazi, usimamia utekelezaji wa sheria ni muhimu sana katika kupitia uzalishaji na usambazaji wa bidhaa muhimu za viwandani kwa watumiaji na hivyo kufanya mnyororo wa thamani katika sekta ya uzalishaji kuwa endelevu. Shughuli kubwa zinazofanyika katika sekta hii ni pamoja uzalishaji na uchakataji wa bidhaa mbalimbali, uhifadhi, usafirishaji na uuzaji kwa wadaji wa mwisho. Ingawa sekta hii inatoa ajira kwa watu wengi mara nyingi inahusisha mazingira hatari ya kazi, malipo au maslahi duni, pamoja na mazingira ya kazi ambayo sio rafiki kwa afya na usalama wa mwanadamu. Hivyo ni muhimu kwa mdau mmoja mmoja kuchukua hatua ya kuleta mabadiliko chanya katika sekta hii, ikiwemo kuhakikisha kwamba shughuli zote katika mnyororo wa thamani zinafanyika katika mazingira salama na tija inaongezeka kupitia uzingatiaji wa kanuni Yuhilu, na taratibu muhimu zinazoelekezwa na wataalamu. Kwa upande wetu kama serikali, tumeshaanza kuchukua hatua. Mosi, tutawawezesha kwa kuwapa elimu kama tunavyofanya leo, lakini hatutaishia hapo, mbali tutatengeneza mazingira ya uwezeshaji yatakayopelekea ya sate, ya tija kuongezeka ikiwemo kuhakikisha kwamba mnapata mitaji kwa ajili ya kukuza biashara zenu, mitaji hoye hey! Vile vile kuwapatia vifaa muhimu vya kujikinga na ajali na magonjwa yatokanayo na kazi. OSHA oye, oye. Ya, pamoja na kuboresha mazingira ya biashara ikiwemo kujenga masoko ya kisasa pamoja na miundombinu mingine muhimu kama vile bandari, reli na barabara ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka nje viwandani na maeneo mengine ya uzalishaji kwenda kwa walaji. Ndugu washiriki, natumai sana mafunzo mtakayopatiwa leo yatawajengea uelewa wa hatari zilizopo katika shughuli zetu, pamoja na kuwapa mbinu za kujikinga ambazo mtaelekezwa, taratibu muhimu zinazopaswa kuzingatiwa ili kuwa salama na wenye afya njema. Tunawategemea sana. Nchi ya Daktari Samia Suluhu Hassan imegharamia vifaa kinga ambavyo mtakabidhiwa baada ya mafunzo haya leo. Lengo la kuwapa vifaa hivi ni kuwahamasisha kutambua umuhimu wa kutumia vifaa kinga katika shughuli zenu za kila siku ikiwa ni pamoja na kuzingatia taratibu nyingine za kujilinda kadiri mtakavyoelekezwa na wataalamu wetu. Jamani, emu tumpigie kigelegele kimoja Daktari Samia. <tipu> <tipu> Aidha, nitoe angalizo kwamba vifaa hivyo mtakavyopewa haviwezi kutumika wakati wote na pengine haviwezi kutosheleza mahitaji yote ya vifaa kinga. Hivyo ni krai kwenu kujiwekea utaratibu wa kutenga kiasi kidogo cha fedha katika kipato chenu kwa ajili ya kununua vifaa muhimu vya kujikinga na hatari za vya magonjwa na hatari nyingine katika kazi zenu. OSHA, kazi salama, maisha salama.